Wavuvi wa kisiwa cha Lamu nchini Kenya wametumbukia kwenye mvutano na wenzao kutoka kisiwa cha Pemba nchini Tanzania wanaohamia kisiwani Lamu kila msimu kutafuta mazao ya bahari ikiwemo samaki. Mnamo wiki za karibuni, vyombo kadhaa vya habari vya kanda hiyo vimeripoti mvutano huo na baadhi vimearifu kwamba makumi ya wavuvi kutoka Pemba wamefukuzwa kisiwani Lamu. Kufahamu zaidi chanzo cha mvutano huo, mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na Abubakar Muhamed Twalib, kiongozi wa walinzi wa fukwe kwenye kisiwa hicho kidogo cha Amu kilicho sehemu ya kaunti ya Lamu. Sisi asira yetu kama watu wa Amu kisiwani, hatutaki uvuvi haramu, na saa hii wanachukuliwa kutoka Pemba na nini na matajiri, wanaletwa, wanaanza kutumia uvuvi haramu wa gesi hiyo ndo matatizo yetu makubwa na ndo tunalia sana kilio hiko, kwa sababu tunataka kila siku waje wapate ile rasilimali. Hatutaki waje mara moja tuwafeke rasilimali wao wawe hawana, na sisi wananchi huku maisha yetu pia yatakuwa ni duni, ndio tatizo letu. uvuvi wa gesi una tatizo gani, Bwana Abubakar? Uvuvi wa gesi ni uvuvi wa zoazoa zoa. na kisha na wanafanya wa dogwa wa uvuvi huo kwa maji madogo, ambao kuna wavuvi wa lala hoi hawawezi kutumia gesi na hawataki gesi kwa sababu wajua ni kitu cha zoazoa zoa. Wanataka sisi Mpemba akija hapa, ikiwa atakwenda kwa daivu kuangalia mambo ya lobosta, wawe kama watu kama wenzao hatu wawe wanakwenda hivihivi bila y kutumia vifaa ya vagesi. Kwa hiyo mpaka sasa kuna wavuvi wamefukuzwa hapo kutoka Pemba? Hakuna, hakuna kulifanya operation, na kisha na tukayangilia, na wakabakia, lakini sisi tulitoa oda kama viongozi yako kuwa Mama Samia aweze kutambua kuna watu wake huku wanafanya kazi na wako free, hawana shida, hawana tabu na sisi tunaomba un, watu wetu wakiweko huko wawe watafanya kazi kama wenzao, wasiwekewe vikwazo, wasiwekewe mambo ya bei ya juu, kwa sababu wamewekewa pesa ambayo hata mgeni hawezi kumiliki kufanya kazi na sisi. Huku pia tunaweza tukamwambia mpemba akija hapa, samaki mmoja tutaka dola mia moja, ataweza kufanya kazi hapa? Lakini kuna ripoti zinasema, maanake mnawanyanyasa wavuvi kutoka Pemba, mnawafukuza, mnawatisha. Hakuna hiyo kitu, hakuna hiyo kitu. Naje wako wapemba wengine hapa pia, ukitaka tunaweza kwenda, mi nikawafuatia na ukaweza kuwadadisi na kuwauliza hapa, hiyo kitu hakuna. Sisi tuliposikia wenzetu wameshafanyiwa kule, ndio tukaleta kelele. Na hapa kwetu tunawatoa sisi ni wapemba ambao wanatumia uvuvi haramu ambao sisi hatuukubali. Hmm. Ndo wao ndo hatukubaliana nao, hata kama ni vita tutapambana na wao, kwa sababu ni kitu ambacho tunafikiria future na watoto wetu watakaokuja. Vilevile nyinyi mmekuwa mkilalamika kuwa wavuvi wa, wa upande huu wa Kenya wanaokwenda kuvua upande wa bahari ya kisiwa cha Pemba ama upande wa Tanzania wana hmm. wananyanyaswa. Sio kwamba wavuvi kutoka Kenya wanavunja sheria za upande mwingine wa nchi jirani huko Tanzania? Wajua, tuna tuna tegori mbalimbali, wale wanatoka Tanzania wanakuja wanavua samaki hawa wetu wanatoka Kenya kwenda Tanzania wanapo, ni mambo ya tourism kupande wa Tanzania, walishikwa wakawekwa ndani na wakatozwa dola mia mbili fine, na ikiwa wako na karatasi zao kamili, umona na wakashikiwa vitu vao, lakini baada ya sisi ku complain wakapewa vitu vao. Lakini sasi tumewaita wale wenzetu wa Kenya waje hapa tupate kutoa conference, tuzungumze na Mama Samia kwa sababu pesa waliowekewa kufanya kazi ni uongo, ni kama ambao wamekanyagiwa wasifanye kazi kule Tanzania. Mvutano hu uliojitokeza kati ya nchi hizi jirani unaweza kumalizwa vipi? unaweza kumalizika, sute sima, ndugu suteni, ni wandugu. mi nikikwambia hapa, kuna mpaka wapemba wameoa hapa, sisi hapa kwetu, kuna mpaka wapemba wako na familia hapa na watoto. Tunakwenda mbio kuwatafutia, watafutia ID nao wapate kuwa wako fri na, na familia zao.